Kuna kitu uko dadangu kidogoya hmm, lakini milosposa. Kwani? hivi hmm, unahisi ni kwa nini baba anatuzuia kuingia kwenye kile chumba? Sasa kama mtu mzima anazuia kuingia uona mamlaka gani? datina nisikilize Nimevumilia, nimechoka. Kama ni mtoto kashatembea na shule kashaenda. Miaka nane tumezuila kukanyaga kwenye kile chumba, hata kukisogelea. Ingali ni chumba kichokuwa kikitumika umdani, ni chumba ambacho mfanyakazi aliondoka alikuwa kikitumia. Kuna nini unahisi sasa? Mtu siahitaji kunanataka, ukafanye nini hasa? Unachokihitaji wewe ni kipi? Kwa nini mtu akisema umwelewi? Unavoniona hivi mdogo wako, nina maamuzi yangu leo. Mm -hmm. Shauri yako maana yote atakuja mamlaka mimi hapa, nitakuja kuambiwa nitalaumiwa mimi. Sihitaji ya, no ya wewe, mama, naomba yache kama yalivyo. Ushauri. Fanya ufanyavu, huwezi kunipinga mimi. Lazima nikaingia kwenye kile chombo lazima nikajue kuna nini. Shauri yako, mimi simo kabisa. Mtu kishakuzuia huwa unaelewa

naomba uniambie ukweli kwa kilichotokea siku ulipoanguka na kuzimia kwa sabu mi mpaka sasa hivi sijielewa. Kitu gani ambacho ulichokiona kisha uka, ukaanguka na kuzimia? Shida ilikuwa ni nini? Sijaona chochote. <coughs> Ukinificha mimi kaka yako utamwambia nani? Ni vizuri ukaniambia, ili kama kuna tatizo ndani ya nyumba hii tujue. Hivi kunielewa ninavyokwambia? Sijaona chochote, sijaona chochote kwenye kile chumba, nilidondoka tu na pesha zangu huwezi kushtuka vya bila kuona kitu chochote mbele, sawa? Haiwezekani. Halafu kushtuka uanguke uzimie kweli? Kwani kile chumba si store tu, kina nini mle ndani? Kwa hiyo kipi ambacho kilisababisha wewe mpaka ukadondoka chini na kuzimia? Sijaona chochote. Kwani unielewi? Kama una stori nyingine, naomba uondoke hapa. Cha ziada Eva kaniambia mtafute tamtafuta lakini kama siri yako na baki kuwa yako, sindio? Ene udondoka mwenyewe, ukazimia mwenyewe, mimi hainuhusu. Mi naezi mana nimekuwa kwa sasa wo. Kama nimekuwa ni vyema zaidi nikaongeza familia kuika hapa nywe. Hilo ni jambo jema. Ila nina maswali mengi na <tuhi> <tuhi> <tuhi> ni sana ina bora kabisa dadangu kali. Baba, najua mimi ndo mwanao wa kiume wa pekee. Lakini nina maswali mengi sana nahitaji nikuulize na pia sio kukuuliza tu, najua sio mi peke yangu, pia hata na dada naye anahitaji ajue kiundani zaidi. Kwa muda mrefu sana tumekaa, hata sisi tunatamani kuita mama. Kwa hiyo tungependa tujue ukweli, mama yetu mpaka sasa hivi yuko wapi? Kwa sababu watu wanatuambia kwamba kapotea, kapotea kapotea kapotea, lakini <coughs> mi navyojua kwamba wewe ndio mwanaume wake kwa mpaka sasa wewe ndio labda kwa chini kwa chini umefuatilia, umejua kama mama yetu yuko wapi. Uongo dai. Swala la mama yenu nimelifuatilia sana. Mama yenu amepotea katika mazingira kutatanisha kutatanisha, na nimefuatilia mashariki na magharibi, lakini mpaka leo hii sijui wapi, sijui alipotelea. Baba, uko serious na hicho ambacho unachokiongea? Sasa. Niko serious. Mimi ni mtoto sawa, natamani hata mimi mwenzangu nje, wanaopita mitani kuita mama, mama, mama, mama, roho yangu inaniuma baba. Imagine ni kwamba wewe ndo ungekuwa mama yako amepotea eh, alafu naona ile swala wewe ulifuatilia, ukiamka asubuhi kazini, ukiamka asubuhi kazini, yani yani unachukulia fresh kabisa. Hata mimi natamani kwamba usiku unapoingia niwe na mke wangu naye baba, kama ungekuwa, una, kama, laiti kama ungekuwa, unatamani hivyo ungesha mtafuta mama kwa muda mrefu eh? Afu istoshe hujafanya mazingira yoyote, yoyote, yoyote kwa kushtaki cha bya polisi eh? Hata pia kutangaza kwenye misikiti na makanisa ili basi atakapoonekana aweze kumrejesha nyumbani, lakini wewe umetulia kimya, yani ile ah, sasa jua unaongea na baba yako, na unapoongea na baba yako haitakiwi upale sauti juu. Mimi ndo baba yako na nishakwambia mama yenu amepotea katika mazingira kutatanisha, na nina uchungu, nimemtafuta mashariki na magharibi, sijamuona. Kwa hiyo baki na swala hilo kwamba mama yenu amepotea, bas.

Nimekuja nimekosea masharti yule binti ya yamigundwa ilesi, naomba msaada wenu, nanisaidiaje? zako zina makosa. Umeshafanya makosa. Ndio <laughs> maana nimekuja.